Tuna, tuna, tuna mipango ya ujenzi wa reli ya Dar es Salaam pale ndani, na tumeshafanya study zote, design zote tulishamaliza. Tunafuta mtandao ta takriban kama kilomita mia moja na sitini ambapo utazunguka. Tutakuwa na link reli link, kwa maana ndani ya Dar es Salaam tutaenda mpaka Bagala, tutaenda mpaka Kigamboni, tutaenda mpaka Kimara kwao, tutaenda mpaka Tegeta eh. kwao tuta, tuta, inakuja Naamini na, na, kwamba tutakapofikia sehemu ya kusaini consultants, tutawaita waandishi wa habari, tutawaeleza. Lakini kitu ambacho tunaenda nacho haraka sana na umuhimu wa kuwa na reli ya Dar es Salaam, na mtandao huu utakuwa na reli zinazopita juu, kwa maana elevated track, kutakuwa na reli zinazopita chini ama reli zinazopita underground, na lengo na, na la usanifu kama ulivyosema, tuna changamoto ya ardhi kwenye majiji kama Dar es Salaam kwa hiyo kupata aridhi ya kuexpand netwoki inakuwa ni ngumu, ukizingatia kwamba jii ya Salaam linakua lina uhitaji transport. Sasa ukiangalia leo mpaka e, commuter BRT wametumia mdialn ya, ya barabara kwa ajili ya kuexpand na kuprovide network ya, ya BRT, lakini haya yote yanasababishwa na, na changamoto ya ufinyu wa arihi na cost ya rende aqistion kaho. Sasa tunafanyaje sisi? Tumekuja na solution hizo tatu, kwamba kuna solution kwenye limited space kama BBTT Muhamedi na katikati ya jiji la Dar es Salaam, tutakuwa na elevated e, e, commuter e, train na kwenye maeneo yenye expansion kama kutoka Chamazi kuunganisha kwenda Mbezi tutakuwa underground. Haya yote ni, ku, ni kuangalia ku balance cost ya land acquisition pamoja na sehemu ambazo zitakuwa zina land available, tunaweza tukatumia e, kujenga reli kwa maana ya, ya metro.